Asalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe mbili ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya tanzania yaliyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidhaa zako mbalimbali ambazo mbali mba unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket pige simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni tume msitupime kabla ya kazi. Ya Jaji Chande ahidi idi uwazi, uadilifu na ripoti hadharani. Hasema hatafichwa atakayetajwa kuhusika awaita wadau kushirikiana na tume. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. JK aguswa mtoto wa bodaboda kung'ara UDSM, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Serikali yataka ubunifu fedha za ukimwi ya tumia bilioni mia moja mchakato kukabili maambukizi ya VVU, habari kamili ni katika ukurasa wa tatu. Rais Samia kuhutubia taifa leo, habari katika ukurasa wa nne. Mahakama yatupa pingamizi la wamiliki wa ghorofa Kariko, habari katika ukurasa wa pili. Askari magereza baroni akidaiwa kuwa mpenzi habari katika ukurasa wa nne. Sheta vigogo kidedea umeada mbea Arusha Tanga habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hile. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo guijira habari Tanzania habari picha ikimwonyesha Makamu wa Rais Raisi Dr Emmanuel Nchimbi akifungua semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri katika kituo cha mikutano ya kimataifa Julius Nyerere Dar es Salaam jana pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu, nalo gazeti mwananchi lenye wa habari liopewa kipaumbele ndio tunajua mnachotaka. Tume ya jaji Chade sisitiza uwazi, yataka ipimo kwa matokeo, yataja ya kuchunguzwa sakata la Oktoba 29 wananchi, vyama vya siasa kufikiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Ndugu yake kisema, kabla hatujaanza kazi, kwanza sisi wenyewe tumejaangalia wenzetu wanataka nini. Tumebaini watu wanataka uchunguzi kamilifu usifanyike nusunusu, wanataka uwazi kwenye kazi undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Gazeti hili limeandika vigogo wafyekwa umea CCM sura mpya za chomoza. Vita vya madiwani wa chama cha mapinduzi CCM kusaka umea na wenye viti wa halmashauri umefikia tamati kwa vilio na furaha, huku wakongwe wakiangukia pua na sura mpya kuchomoza katika maeneo mengi ya miji. Waliokuwa wakishikilia nafasi zao wameangushwa akiwema waliokuwa mea wa jiji la Dar es Salaam, ndani wa taarifa hini, katika ukurasa wa pili. Hukumu kesi ya rasilimali kuamua hatma Chadema, habari katika ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili limeandika macho kwa rais Samia, wazee da, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Lakini pia gazeti Mwananchi imeandika kwa nini askofu Gwajima mjadala mkubwa sasa ni kufunguliwa kwa Kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na Skofu Josephat Gwajima baada ya kufungiwa. Kwa undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Daycare and Nasa School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nassal School mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni macho na masikio yote kwa Rais Dr. Samia. Leo ni atakapohutubia taifa kupitia mazungumzo yake na wazeda, ni mwendelezo wa dhamira yake ya kurejesha nchi kwenye umoja wake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Tumeanza uchunguzi matukio vurugu Oktoba 29, habari katika ukurasa wa 4 wateja iliyokuwa benki FBME wa ya FBME kulipwa asilimia 30 ya awamu ya tatu. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Rais Mwinyi akaribisha uwekezaji wa kimataifa. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne. Mkumbo wataja mikakati ya kuongeza uwekezaji. Habari katika ukurasa wa tisa. Polisi Mwanza uendesha msako maeneo ya mapango. Habari katika ukurasa wa tatu. Papa Leo haimiza mshikamano na matumaini mapya Lebanon. Habari katika ukurasa wa 19 simu za mkononi janga linalotafuna maisha ya Watanzania habari katika ukurasa wa 12 hadi ukurasa wa 13, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii, lenyewe imeandika vurugu Oktoba 29, jaji Chande, hakuna atakayekwepa tume, asema ni ya kisheria na ina mamlaka kumwita yoyote kumhoji, kila kundi litafikiwa ataja mambo sita, yameanza kuchunguzwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa upili. Chadema yaingiwa hofu, inachojiri kwa Tundu Lisu gerezani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema, lakini wakati wote kama jeshi tunatekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia sheria na taratibu, cha msingi ni kuzingatia usalama wa wale ambao tunawahifadhi magerezani, magerezani. Hii ni nukuu ya kamishina jenerali wa jeshi la magereza Jeremia kadungu ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Rais Samia kuzungumza na wazee leo. Rais Samia Suluhu Hassan atazungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mazungumzo hayo yataanza asubuhi saa tano. Habari katika ukurasa wa tatu. Korti ya kataa kufuta kesi ya fidia ghorofa lililoanguka Kariakoo. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, askari magereza akamatwa tuhuma kumuua mkewe. Habari katika ukurasa wa nane, fedha za maadhimisho kimwi za badilisho matumizi serikalini. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii Gazeti ya Jamhuri lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika wito wa amani, viongozi wa dini, mila, vijana na Watanzania wote kuungana. Hata Kagwajima asibugudhiwe akiahidi kuzungumza na vyama vya siasa. Mhadhiri, tupunguze utofauti wa kipato kati ya walionacho na wasionacho. Vijana nao watema nyongo mbele ya waziri wao wakiainisha njia ya kuleta amani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika mwekezaji aidanganya Uhamiaji, bima ya afya hospitali zake zadaiwa kushirikiana kughushi nyaraka za bima ya afya, awasilisha nyaraka feki kukwepa tozo za kibali cha kazi kuishi nchini. Takukuru waibua mauzouzo yake ya mburuza mahakamani, hukumu dhidi yake yawaacha wadau vinywawazi. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu. Toa haki wengine kabla ya kudai yako, habari katika ukurasa wa kumi na tisa waandishi si wasaliti. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika msimamo wa CHADEMA tume ya rais Samia. Habari katika ukurasa wa kumi na mbili tatizo si mabeberu ni sisi wenyewe. Habari katika ukurasa wa kumi na tano Desemba tisa tuepuke kaliba Kashaija. Habari katika ukurasa wa saba yanga na kafu simba na katiba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa ishirini na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti jamhuri katika ukurasa wake wa mbili. Tunitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima, lenye katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni uchunguzi ghasia Oktoba 29, tume ataja mambo sita itakayofanyia kazi ni inayoongozwa na Jaji mkuu mstaafu Chande asema itakuwa huru, mashahidi watalindwa, wananchi makundi mbali mbalimbali watakiwa kuipa ushirikiano wakati ikitekeleza majukumu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili gazeti hili limeandika wasira vijana msikubali kutumika kuvuruga amani habari katika ukurasa wa tisa rais samia kuzungumza na wazee dar es salaam leo habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti huru uhuru pia limeandika tra yatoa siku 30 kwa watu waliotelekeza bidhaa zao forodhani habari katika ukurasa wa saba hadi ukurasa wa kumi na sita rais dkt mwinyi anadi fursa zanzibar habari katika ukurasa wa tatu kasi ya mawaziri ya waibuwa usomi wamwagiwa sifa namna walivyoanza kufanya kazi maeneo tofauti. Habari katika ukurasa wa tatu. Sheta akidedea umea jiji la Dar es Salaam, habari katika ukurasa wa kumi na saba. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Gazeti Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika rais Samia kukutana na wazee Dar es Salaam leo kulihutubia taifa. Rais Chalamila asema utakuwa mkutano mwafaka utakaorejesha matumaini na kuendelea kuponya pale ambapo Watanzania waliumia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Sikukuu ya Ukimwi duniani, dawa za ARV zinapatikana kwa asilimia mia moja nchini. Lukuvi asema zinatolewa bila malipo kwa watu wote wanaoishi na VVU huku idadi ya wavyu wanaozitumia ikiongezeka kutoka asilimia 98 mwaka 2024 hadi asilimia 98.5 mwaka 2025. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Na kapala pitishwa na CCM mwenyekiti wa halmashauri mji Ifakara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Tume ya Jaji Chade yaanza kusaka kiini vorugo Oktoba 29 Askofu Dkt Chilongani atoa wito waumini kushirikiana maombi kwa taifa, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwanahabari Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenye katika ukurasa wake mbele limeandika tutaendelea kufungua milango kwa wawekezaji, Dkt Mwinyi. Tume itafanya uchunguzi wa kina na wazi, jaji Chande, habari katika ukurasa wa tatu. Dkt Mwinyi aishukuru India, habari katika ukurasa wa tatu. Dkt Samia kulihutubia taifa leo, habari katika ukurasa wa Tumeazimia kushinda UKIMWI ifikapo elfu mbili na thelathini Hemedi. Habari katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika Trump athibitisha mazungumzo na Maduro. Habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Elie Mpanzu kikangoni. Ahua, soa watajwa bali imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Isimba Yanga zarudi mzigoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili TBL. Ni Disemba 4 Simba dhidi ya Mbeya City. Job tulieni, mambo bado, habari katika ukurasa za ndani. Amorim kiri kuiba ujuzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni Manchester United dhidi ya West Ham Disemba 4 ligi kuu ya Uingereza undani Uingereza undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Hisia zangu na Edo Kumwembe asema kuna surprise na inakuja. Habari katika ukurasa wa pili. EPL leo jumanne ni, ni Fulham dhidi ya Manchester City saa nne na dakika thelathini usiku Craven Cottage na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti bwana sporti jumanne leo magazeti ya habari habari za michezo na burudani gazeti habari leo limeandika Pantev awa mbogo kipigo tena simba kocha serengeti boys hapa ni ubingwa sekafa mashujaa yalazimishwa sare ya nyumbani na undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani. Slot Salah ni muhimu Liverpool, wakufunzi mazoezi ya viungo wapewa neno habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo mavo liyomeleka gazeti habari leo gweje la habari Tanzania habari picha akimwonyesha kiungo wa Coastal Union Gerard Gualala akimiliki mpira huku akizongwa na Baraka Mtui na Salum Kihimbua wa Mashujaa kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara uwanja ule Tanganyika Kigoma jana. Timu hizo zilitoka sare bila kufungana. Gazeti Habari Leo, habari za michezo na burudani. Linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwaheri kwa sasa.